oya oya vipi mambo vipi mambo kando kama unavyoyaona mambo moto mambo nifaya vipi shida nini ah. bora nimekuona hapa nasikia ile binti wa mshangazi ametoka kituoni ni kweli sasa wewe si afande nashindwa kuelewa hilo swala eh? kwani kwanza kuna, kuna, kuna shida gani mimi nataka kujua shida maana unanichelewesha muda mda unajua wewe ni mtu wake wa karibu ndio maana nimekukuta wewe na nikaamua nikuulize lengo langu sasa ni kwamba aidha nikutane naye tuzungumze, au nisaidie namba zake za simu nimpigie. Sasa kama kuzungumza ni siungezungumza naye aliyekupo kituoni huko, na kama shida siungemalizana naye huko wewe. Kwanza kuja nikwambie kitu hivi, wewe tunavyokufata pale yule Zacha tena, ni mtu wako, alikuwa wa karibu, tunakufata, tunahangaika mshangaza, yani mnabembelezwa sinolibidi usaidie kusuluhisha swala, lakini wewe ukajiika nyuma kama kichogo eh? Leo hii yetu nasema umepoteza namba, sijui nini lelelele, yani unajua lelelelenunajua unalalamikia mimi bure, pasipo nakujua kitu chochote kile. Huyu alikuwa ni mtu wangu wa karibu kweli lakini hata kuna wakati nilikuwa ninagombana na mke wangu, nyumba yangu ilikuwa ina amani kwa sababu ya yeye, na nisingeweza kubeba mimi jukumu la kumsaidia yule moja kwa moja kulingana na kesi yake. Ndo maana nilikuwa naacha sasa askari wenzangu waendelee na wa upelelezi. Nilikuwa najua tu kuna siku atatoka, alafu mimi na yeye tutakutana, tutazungumza. Sasa wewe oh, unaanza kunifikiria mimi vibaya kweli. Wewe mwaache kesha hivi unavyoambiwa, kitu uelewi au eh? Mimi kiufupi kwa sala hili siwezi nikakusaidia Siwezi nikakusaidia kwa sababu wewe aukuonesha ushirikiano. Unajua kua nikwambie kitu, unayechuma naye kuni ndo utakaeota naye moto. Sasa wewe, yani sisi tafute kuni na mtu mwingine alafu tuje kuota moto na wewe, kisa nataka mambo ya mapenzi mapenzi tu na ujinga ujinga wako ulofanya wewe. Ungetusaidia na mimi ningekusaidia, kila hisi namba ungepata na kila kitu. Wewe unafikiri mimi mshangazi atanionaje eh? Ukitaka hivyo mfuate mshangazi ongea naye atakuonesha wewe zasha wako uta nani mambo mengine utamaliza lakini mimi kwa swala hilo sina msaada na wewe. Owe. Na tena ngoja ngoja ngoja. Na tena utakaponiona sitaki uniambia bila bila kama hizo mimi sizitaki kabisa. Labda tuongee masuala mengine. Sio, unanielewa? Sawa. Kwa hiyo unashindwa kunisaidia mimi kwa sababu namhofia sana mshangazi, si ndio? Sasa wewe una msaada gani na mimi? Wewe una msaada gani na mimi? Eh? au na msaada wote bwana, ungekuwa msaada ulivyokuwa unafuata kuomba msaada ungetusaidia kiwepesi, ndio tungeona kama una msaada na wewe bwana. Sikiliza, hilo siwezi na sitaki, na habari kama hizo tukikutana njiani hata kama afande, lakini sio kama hivyo. Mimi sio bwegebwege kinamna hiyo, bwana. <tuh> <tuh> <tuh> Samani kwa usumbufu, maana kama kukusumbua nimekusumbua sana, nimekuja hadi ofisini kwako kuja kukuulizia. Ah, lengo langu kubwa kuhusu ule dogo mpango wako, nataka usitishe na ikiwezekana, nataka umwachii sikili. Kwa makosa aliofanya, ule dogo awezi kuachiwa kila hisi rahisi, alafu isitoshe, ana dokumenti alizipola. Kwa hiyo kama unaweza kupambana dokumenti zikapatikana, ataachiwa. Na pia nafahamu dokumenti nyii ndo mnazo kwa hiyo pambana, dokumenti zipatikane. Atachiwa ni dokumenti tu, bila shaka, sio? Tunapanga mpango, alafu mwisho wa siku nakuja nanijungu. <laughs> Nisikilize, kama unaweza kupambana wewe, pambana dokumenti zipatikane. ya yani, mabinti zangu, amna siku mnonifurahisha kama leo hii. Yaani leo mmepanga vitu kama inavyotakiwa. Naona friji liko imewekwa hapa, sasa hivi imehamia pale. Hata mtu akiingia ndani anaona mazingira yamebadilika kabisa. Naomba na mambo yalivyobadilika huko ndani vyovyobadilisha na mambo yawe vile vile na yenyewe yabadilike. Sio tunaelewana? Ndio. Sasa hivi nataka pesa tuende mbele. Yaani mambo sasa hivi mambo ya pesa tu. Sasa hivi kuna watu wanaitwa gusa unase. Sijaelewa vizuri eh? Mwanamume akipe kagusa kanasa maisha afanye yanaenda mbele. Yule mshangao. Yeah. Mi nafanya usafi. Zasha kalala huko, yuko business yake. Afu nikikuambiaga unaniteteaga sana, huyu mwenyewe ana tabia mbaya kama nini? Na ndio maana mi nilishangaa nyumba ilivyobadilika, nikasema binti gani alibadilisha, yaani nyuma binti zangu nyie. Eh, eh. Eh, eh. Eh, alo. Alo, mama la mama eh, niambie Aswa ndugu yangu ndo mie. Ah, unaongea usibwate, usibwate malizia, watombona, kopoa tu pesa zako tu, huyu binti yangu huyu. Yaani ukinizingua, usipotuma mzigo wangu humu kwenye simu Yaani tunajua kuzinguana. Alafu sikiliza, kama kuna mwingine anahitaji mabinti nao. Ah, hapa tu umefika mamangu. Ah, mimi ndo ninavyopenda. Mi mambo yao ndo nayapenda ndugu yangu. Sasa je, kama mama wewe? Ai, mbona hey. hey. Vyombo unavipata hapa? Au na nitakamie baba

Sio, mmeona wenyewe, tujaongea simu zimeingia, si mnaelewa? Chukua namba yake. Sasa nataka ukienda kule, sio neti sio, oh. Yaani, mwendo wa pesa i yeah. Apaikopi mwanangu, ichukue Ipo apasho gangu, mimi ndo zamu yako itakuja, mshangazi, kama tulivyoongea na kuamini mwanangu. Usiwaze mama. Sasa ukienda ukimaliza, maliza kila kitu. Imeisha mama. Hentulielienja shidaja sasa naona mwizi katoka, mi wacha mkapunzike sasa sio mwezako anatoka simu naingia tena, wewe kae mbali. Nataka ukae hapo utulie. Mshangazi huo. Mama, mama, mama. Mshangazi huo. Mama la mjini, bwana, mshangazi huo. Bwana, nimekuita hapa kwa lengo moja tu, anaomba uwe makini sana kunisikiliza. Ndio bwana, wale jamaa mimi nimekutana nao, wameniambia wanamhitaji dogo wa achiwe nikaambia kwa makosa alikuwa nayo dogo, hawezi kuachiwa kirahisi rahisi. Akanambia kwa nini? Nikaambia ili dogo aachiwe, unajua kwamba kuna dokumenti alizipola. Kwa hiyo hakikisha dokumenti zinafika mikononi mwangu, basi mimi dogo ataachiwa bila shida. Sijui umenielewa. Naelewa. Kwa hiyo kwa makubaliano ya haraka haraka yule mwamba akakubali akasema dokumenti atanikabidhi. Na najua wewe ndio uloshikilia ile kesi, kwa ndo maana nimekuita hapa ili kukushirikisha ndugu yangu. Nadhani unajua zile dokumenti zina thamani ya pesa nyingi sana, na tukizipata, zikishakuwa mikononi mwangu, mimi najua nini cha kufanya, tunapata pesa. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba utumie ujuzi wako, akili yako, upambane ili tufanikishe hili swala dogo, yule escape afande buku yao. Na unaamini katika hilo yani? Bila shaka unawaamini. Nawaamini asilimia mia, kwa sababu anaonekana yupo serious, anamhitaji yule dogo. Sawa, kama jambo liko hivyo mimi sina tatizo, kinachotakiwa mzigo uwe mezani, ili mradi kazi ifanyike. ah, mpango kazi ukoje? Lini inaanza? Tumekubaliana. Yeye leo kaniambia nimwachie muda, ndani ya siku mbili dokumenti zitakuwa mikononi mwangu. Kwa hiyo na wewe na imani, siku mbili hizi hakikisha mchongo unakuwa kamili. Dokumenti zimefika, dogo ana escape, tumemaliza kila kitu sawa, limeisha hiyo haina shida bosi. Naam na samani bosi wangu, mimi nilikuwa nakuomba nikuulize swali moja hivi mm, zile dokumenti unazo wewe au ameondoka nazo wewe bosi wetu wa awali? Dokumenti ninazo mimi. Kama dokumenti unazo wewe, mimi kama ulivonituma nimekutana na afande Mukuya na baada ya mazungumzo mimi na afande Bukuya amenieleza kwamba ili Sopi aweze kutoka inahitajika zipatikane zile dokumenti niweze kumkabidhi kwao. Nilikuwa na kuomba bosi wangu unikabidhi dokumenti ili niweze nadhani. Hatuwezi kufanya biashara. Unaelewa fika ni njia gani tuliyotumia mpaka kupata ule mzigo? Sawa bosi, naelewa kwamba mzigo ulipatikana kwenye mazingira magumu sana, lakini kutambua kwamba Sopi mimi ni damu yangu. Sopi mimi ni kijana wangu. Nakuomba tu bosi wangu, nipe tu hizo dokumenti nikampelekea afande Bukuya ili yote aishe. Kwenye mkakati wa kumua Sopi kwa kuwa umeshagundua ni mtoto wako, utakiafe? Hilo swala haliwezekani. Hapana bosi wangu, wala sina nia mbaya kuhusu hizo dokumenti. Lengo langu ni moja tu, ni kukuomba kwa ridhaa yako bosi wangu unipatie dokumenti nikampelekea fande Bukuya sopi aweze kutoka. Tukishapanga jambo, linatakiwa liende kama linavyotakiwa. Tumeshapanga sopi yafe, anatakiwa kufa, kwa hiyo lazima toleka. Mimi nilizungumza ya kistaarabu tu, lakini wameshindwa kunielewa. Sasa nitatumia nguvu ya namna yoyote

muda wote kazikazi, madili, michongo, badi loho mbaya zipo kwetu, muda wote tushikiki, muda wote mamluki, muda wote pilika hivi, miangoa hivi. Swala la Sopi limefikia wapi? Swala la Sopi limefikia hatua nzuri, kwa hiyo kuna mambo tu tunatakiwa tuyaweke sawa, ili sopi atoke. Lakini ugumu ulikuwepo kidogo, kwa sababu ile kesi sikuishikilia mimi, nalishikilia ni afande mwenzangu, lakini kwa kuwa tunashirikiana kwenye mambo mengi, kwa hiyo wala ile kesi haina ugumu. Alafu isitoshe, sopi sio indo, mtuumiwa mkuu. Si umenielewa? Kwa hiyo, kwa namna yoyote yanaweza muda wote akawa yupo unajiaza, upelelezi ukikamilika tu, na mambo tunayamaliza. Sababu kama wanavyojua polisi wanamshikilia mtu kwa ajili so, ya usalama. Huenda so wanamshikilia mtu kwa sababu kafanya tukio, inawezekana akawa amehisiwa, lakini akawa hahusiki kwenye lile swala so, kwa hiyo lazima wamkamate kwa ajili ya usalama wake pia. Kwa hiyo ni kutoe hofu tu, tulipofikia pazuri na tunapoelekea pia ni pazuri wala usio na wasiwasi, mimi nitafanikisha na yeye atatoka. Najua jinsi navyokuona, navyopiga ruti. Kwa hiyo wewe wala usiwaze. Mm -hmm. kwa kesi u mikononi kwa fande mwenzangu, basi hamna shida, tutalifanikisha tu. Mi na yeye tu tunashirikiana mambo mengi sana, kwa kwa hiyo na imani swala litakuwa jepesi tu, wala usihangaike. Si umenielewa? Yeah.